Azimkaihin, tuendelee kujifunza zaidi kuhusu mapishi. Leo tunaenda kuenda kujifunza kutengeneza chocolate syrup au rojo ya chocolate. Mahitaji yetu ni maziwa, bata kidogo au siagi, nimeweka vijiko viwili. Ukishaweka hivyo, unaweka jikoni Mwaka kutumia jiko ya mkaa, la gesi, ya kuni, ya umeme, ukiweka jikoni. Unaacha bata yako yeyuke pamoja na yale maziwa. Hivyo navyoonekana hapo imesha chemka. Wakati inaendelea kuchemka hivyo pembeni utokuwa ume. Muna inaendelea kuchemka vizuri. Kama maziwa yalikuwa hayajachemshwa. Pembeni utachukua, utakuwa na kokoa. Hicho ni kikombe cha gramu mia. Sijakijaza sana. Unaweza ukazidisha kutokana na matumizi yako. Alafu utaweka vijiko viwili vya ngano teaspoon, vijiko viwili vya ngano. Baada ya hapo, utachanganya, alafu utaweka na sukari, usawa ule ule wa kokoa. Ukitaka izidi kuwa tamu zaidi, utazidisha kidogo, utachanganya kuhakikisha vizuri, kwa sababu kwa, kwa imeshachujwa lakini unaweza ukaichekecha ili kuondoa mabonge bonge na nini. Sukari hiyo hapo naweka usaa ule ambao ni wa kokoa, na yenyewe unachanganya vizuri. Kumbuka kule maziwa yetu yanaendelea kuchemka. Unachanganya vizuri mchanganyiko wako wa vitu vikavu. Baada ya hapo maziwa yanakuwa ameshachemka, unaenda sasa kuweka kwenye maziwa ile mchanganyiko wa kokoa, sukari pamoja na ngano. Kwa nini tunaweka ngano kidogo? Kwa sababu ngano huwa inasaidia kuleta uzito kwenye kitu chochote kile unachokitengeneza hata kama ni supu ya watu, mchuzi wa watu wengi, rosti, unaweza kuweka ngano. Baada ya hapo unakoroga ili kuondoa mavuja yote, itakuwa hivyo inavyoonekana hapo. Nimeitoa jikoni tayari, inaonekana hivyo, chocolate syrup yetu au rojo la chocolate. Ukitaka unaweza ukazidisha, ukapunguza uzito inaonekana hivyo tayari. Hapo iko tayari, unaweza ukaitumia kwenye kutengeneza ice cream, unaweza ukaitumia kwenye kupambia keki, keki au kupambia bye.